I no, I keep it. I keep it. it, but they very Very good players. Very good players. players. Uh, jambo kubwa kwanza namshukuru mwenyezi Mungu kwa kuweza kunijalia nimeweza kucheza uh, kwa mechi salama salamini lakini jambo kubwa ni baada ya kuchaguliwa kuwa mchezaji bora wa mchezo nadhani ni jambo kubwa kwangu kama mchezaji inapotokea mchezaji uh, unachaguliwa kuwa uh, nyoto wa mchezo aa namna gani ambavyo Uh, wameona watu kazi waifanya kwa ajili ya timu yako na binafsi kama mchezaji, niko pale kwa ajili ya kujitolea kufanya kila nawezekana, uh, timu yangu na ipate matokeo na tumeweza kushinda, ni hicho ndio kikubwa. Kwa hiyo kuwa nyota wa mchezo na kushinda mechi, nadhani uh, ni vitu viwili ambavyo kama mchezaji ni matarajio yangu na malengo yangu katika timu, kwa hiyo alhamdulillah. Naitwa natokea ninatokea Kishai TV. Unahisi ni mchango gani ambao umeonyesha kwenye timu leo kiasi cha kwamba kuonekana zaidi hadi kuchaguliwa nyota wa mchezo? Yes, uh, nadhani uh, kwa sababu nilikuwa uwanjani, uh, kujitathmini na kujiona mwenyewe sidhani kama naweza kuelezea lakini kwa wale ambao walikuwa nje ya uwanja ndo nadhani watakuwa wameona vizuri kuliko mimi nilikuwepo mule. Kwa hiyo jambo kubwa kwangu ilikuwa ni kuhakikisha uh, najumuika na wenzangu vizuri, tunaweza kuwa na mechi nzuri na kuhakikisha tunaweza kushinda. Aish, bibi mimi naitwa Fatawi, inatokea shirika la utangazaji Zanzibar. mimi nataka kujua inakuwa ngumu kiasi gani au rahisi kiasi gani kucheza na timu ambayo ina rotation kubwa. Kwa maana kwenye timu yako mwalimu amefanya rotation kubwa, kuna vijana au wachezaji wengi ambao walikuwa hapati namba kwako, we kwa kama experience unapata changamoto gani, labda kuelekeza nini tufanye, wakati gani kwenye game? Yes, uh, namna, namna kubwa ambayo inatokea ina, ina ni, ni kwamba wachezaji uh, ambao tuna rotation ambayo inafanyika ni kumpa nafasi kila mtu aweze kupata nafasi ya kucheza kwa sababu tunacheza mechi kila baada ya siku moja ama siku mbili. Kwa hiyo mwalimu anawapa nafasi wachezaji wengine kwa ajili ya kuweza ku, ku, ku, kupumzisha miili na kulikava, na wengine kuweza kupata nafasi ya kucheza. Kwa hiyo rotation tunayofanya nadhani ni, ni nzuri, lakini kwangu kama golikipa, na kama ulivyosema experience player ni kwanza uh, ni kitu ambacho kina kinanipa kinanipa nguvu, kina na kinanipa raha, kwa sababu muda wote nakuwa niko makini kuzungumza na wachezaji kwa sababu najua uh, <coughs> kama tunacheza, kama leo tulikuwa na uh, vijana wa under 20 lakini pia kuna vijana wadogo ambao walikuwa uh, mwalimu kawapa nafasi ya kucheza. Kwa hiyo nimekuwa muda mwingi unatumia una, una, una kuelekeza kwa, kwa, kwa kile ambacho mwalimu amewapa ame, ame, ame majukumu na kulingana na tunapoenda kwenye mechi na, na najua majukumu gani ambao wamepewa kulingana na huu mchezo, kwa hiyo inakuwa kila muda napopata time na wakumbusha namna gani ambao wanapaswa kufanya, na vile ambavyo wanafanya vizuri naendelea ku, ku encourage waendelee kufanya zaidi, na vile ambavyo wanakuwa makosa madogo madogo naendelea kuwakumbusha. Kwa hiyo namna kubwa na changamoto inayokuwa kubwa ni kuwa naelekeza, kutoa maelekezo kila wakati, tofauti na ukicheza na wale ambao wanacheza mara nyingi na, na nafasi hiyo wanaoipata, tafsiri yake kwamba na maelekezo yanakuwa yale yale kila siku. Kwa hiyo ni rahisi wao kuyaelewa maelekezo kulingana, tofauti na sisi ambao tunapata nafasi ndogo ya kucheza. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kumaliza mashindano haya kwa salama. Kwa sisi Mlandege, na sio bahati ya kwetu mwaka huu. Kwa kweli tuseme, linauma sana, kwa sababu bingwa mtetezi anatoka awali kama hivi, lakini tutafanyaje? Ndio mpira ulivo, na tutajipanga kwa miaka inayofuata tena. Kama tutakuwa machampions wa ligi yetu, tutafanikiwa kuingia katika ligi ya Mapinduzi inshallah. Sawa, najua kuna maswali ya kosekani, bwana. Karibu Jeni. Kocha Sabri, kwema. Naitwa Jeni Kishai, natoka Kishai TV. Natamani kufahamu kwamba je, tatizo lilikuwa katika mbinu za uchezaji uh, ama utekelezaji wa wachezaji? Asante ah, sana. Tatizo sio kwa kwa mbinu, kwa sababu kama mbinu katika picha mazoezi tushafanya vya kutosha, ni tatizo la wachezaji wenyewe kwa sababu mazoezino yana perform nzuri, lakini katika mechi inakuwa yani opposite. Mimi na wasiwasi kwamba experience ina mata zaidi kwa sababu wenzetu ma experience wengi sana sisi, hatuna ma experience. Kocha Sabri pole na matokeo. Na mimi nataka kujua uh, kiufundi labda mlikuwa mnategemea nini kwenye kila mechi? Mlikuwa mnafanya mabadiliko makubwa, mfano mlinzi um, wa kulia na kushoto ambao wameanza mechi ya kwanza, mechi ya pili hawajaonekana, lakini wamerudi leo, lakini walinzi wa kati ambao wameanza mechi ya kwanza na ya pili, leo hawakuonekana, kuna maingizo mapya. Mlikuwa mnategemea nini kubadilisha timu kwenye kila mchezo? ah, asante sana kwa swali lako kwa kwa sababu sasa hivi timu ya Mlandege ni wachezaji wengi sana, kwa sababu unajua tuna dirisha dogo, ili huyu anaingia huyu huyu anaingia huyu anaingia huyu, na, na kilivyo kama tulishauriana na mwalimu mkuu kwamba tuwatizame wachezaji wengine walio wapya walikuwa wanataka kusainiwa, kwamba tukaona kwamba wachezaji wetu wengi sana walioumia katika ligi yetu ya Zanzibar, tuwapumzishe baadhi ya wachezaji, lakini by the way tumeona wachezaji wanaotaka kusajiliwa au wachezaji waliosajiliwa viwango vyao, na muda si mrefu nadhani zitatoka habari zao kama wataendelea au la. Naam, karibu. Okay, Mike. Okay, Mwananchi Communication. Uh, coach, mmecheza mechi tatu, mmefunga bao moja, mmeruhusu mabao sita, naporudi kwenye uwanja wa mazoezi kujiandaa na uh, mzunguko wa pili wa ligi ya Zanzibar inatoa taswira gani kwenu, lakini pia mnajifunza nini? <coughs> Asante ah, sana ah, tukisha kuanza kuwapa ofu, yaani la, la, lazima sasa hivi wachezaji wapate ofu wapumzike, na siku tutapoanza mazoezi inabidi kae cabinet nzuri sana kwamba tu sasa tuanze kupambana kwa ligi ya Zanzibar, na katika picha ya mazoezi tutakapokwenda, inabidi lazima tuanze ku, kujoin na midfield and attack na kwa sababu defense yetu ni wengi injari yani, tuseme la ukweli, injari wengi sana, kwa sababu ndo tunatafuta defense wengine, ili mradi kukava zile injari zilikuwepo, na naona tutafanikiwa wakati tutapokaa pamoja, kwanza mazoezi katika ligi yetu ya Zanzibar, na kuona utofauti uliokuwa katika mashindano hayo.